Kama, kama, kama unasumbuka na tezidume unasumbuka na nguvu za kiume basi BF suma ina suluhisho aa. Kitu cha kwanza kama una tezidume, dalili ya kwanza ni ile kwamba mwanaume unaamka muda mwingi usiku, unaweza ukakojoa zaidi ya mara tano, mara sita, mara saba kwa usiku, lakini pia mkojo unakuwa umekojoa unakuwa hauna kasi. Kwa hiyo hiyo ni dalili mojawapo ya, ya tezidume, lakini mwisho wa siku tunakusaidia wewe unapokuwa na tezi dume usiweze kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo tuna tumekuletea bidhaa nzuri sana ambayo itakusaidia wewe ambayo unasumbuka na tezi dume. kitu cha kwanza tuna dawa inaitwa Prostate Lux ambayo inasaidia wewe kutumia na ili usiweze kufanyiwa upasuaji wa tezi dume, lakini tunatambua kwamba wagonjwa ambao wanasumbuka na tezi dume wanakuwa na ukosefu wa nguvu za kiume, kwa hiyo pia tumekuletea dawa au bidhaa inaitwa Xpower Man Plus ambayo inakusaidia wewe kuwa kurudi katika hali yako ya kawaida, na kuwa na nguvu za kiume. Mwisho wa siku unakuwa kama simba aliyejeruhiwa. Kwa hiyo katika dawa hizo hizo au bidhaa hiyo hiyo, tuna dawa inaitwa Xpower Coffee. Hii ni ya kusaidia, inakusaidia wewe kuwa na nguvu zile zile ambazo ulikuwa nazo toka mwanzo jinsi ulivyozaliwa, na leo ambavyo unaweza ukawa na nguvu zile zile ambazo wewe unaweza ukawa ni mwanaume bora ndani ya familia. Hivyo tibu tezi dume, na mwisho wa siku uwe mwanaume lijari ndani ya familia. Naitwa Mwesigwa kiongozi wa BF Suma Tanzania, asanteni sana na karibuni sana. Unaweza kuwasiliana na mimi kwa 0753 444 840. Unaweza kuwasiliana nami 0753 4 inapatikana Tanzania nzima popote utakapo, utakapopata ujumbe huu, basi tuwasiliane, ili mwisho wa siku uweze kutibu tezi dume, lakini pia nguvu za kiume. Lakini kuna wanaume wale wengine ambao hawana uh, tezi dume, lakini wanasumbuka na nguvu za kiume. Hebu rudisha wanaume wako, kwa kuweza kurudisha wanaume ndani ya nyumba. Karibu sana tukuhudumie.